Shauku bila bidii ni majanga. Shauku bila bidii ni majanga. Roho Mtakatifu akusaidia kwenye mafundisho haya, mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Shauku bila bidii ni majanga. Haitoshi kuwa na shauku ya jambo fulani, haitoshi kuwa na shauku ya kufikia hatua fulani. Shauku lazima iambatane na bidii, shauku lazima iambatane na bidii. Hakuna mafanikio yoyote ile ambayo ni chip, ni rais. Kila kitu lazima uwe tayari kuitoa gharama fulani, kuitoa gharama fulani. Yamkini wewe ni mwanafunzi, unatamani kupata division 1. Uwezi kupata division 1 kama hiyo shauku yako isipoambatana na bidii ya mkinu na tamani kufanikiwa sana kwenye biashara au kwenye shughuli yoyote, hiyo shauku yako lazima iambatane na bidii. Desire without diligence is a disaster. Hakuna namna ambapo unaweza, uh, unaweza kupata chochote pasipokuwa na bidii. Bidii inahitajika kwenye kila eneo la maisha yetu. Usipowekeza bidii haiwezekani kufanikiwa, haiwezekani kufanikiwa, haiwezekani kufanikiwa. Ama maana andiko asema kwamba kwenye mithali nasema kwamba je, umemwona mtu mwenye bidii? Huyo hatakaa pamoja na watu wa kawaida, atakaa pamoja na wafalme, ataketi pamoja na wafalme. Wafalme wanatafuta watu wenye bidii, wafalme wanatafuta watu wanaojituma, watu ambao wanafanya mambo kwa bidii wanatafuta watu kama hao, na wakiwapata watu kama hao, wanaoweka karibu, wanaoweka karibu. Na ndio maana wakati mwingine hata kwenye taasisi watu wengine huwa wanachukiwa, kwa sababu unakuta activity nyingi zinapotokea, shughuli nyingi zinapotokea, wanapewa wao tu. Kwa nini wanapewa wao tu? Kwa sababu walikwishaonyesha bidii. Kila activity, kila shughuli wakipewa, wanatoa matokeo mazuri na we ukipewa una haribu hutoi matokeo ambayo bosi anatamani kuyapata. Shauku bila bidii ni majanga, haiwezekaaitoshi tu, haitoshi tu kuwa na shauku ya kufanya vizuri kwenye masomo yako, ya kufanya vizuri kwenye biashara. Lazima hiyo shauku iambatane na bidii. Mithali 215 na moja tano inasema wazo ya mwenye bidii huelekea utajiri tu mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri tu. Kuna watu wanatamani kufanikiwa, kuna watu wana shauku, wanatamani wafikie hatua fulani kiuchumi, wafikie hatua fulani kiroho, lakini bidii haipo. Wanataka kufikia hicho kiwango wanachotamani bila kuwekeza bidii. Haiwezekani, haiwezekani. Mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri tu kuelekea utajiri tu. Maanake ukiwa na bidii, haijalishi sasa hivi hali yako ikoje, si muda mrefu wewe utakuwa kwenye kundi la matajiri, si muda mrefu wewe utakuwa kwenye kundi la matajiri, kundi la matajiri. Haijalishi, haijalishi hali yako ikoje sasa, madam unatamani, una unatamani kwenda hatua nyingine unatamani kwenda hatua nyingine, iwe ni kiroho, iwe ni kiuchumi na unawekeza bidii, hicho unachokitamani sio muda mrefu kitadhirika katika ulimwengu huu wa mwili, katika ulimwengu huu wa mwili. Shauku bila bidii ni majanga, wezi kufanikiwa bila kuwekeza bidii, wezi kufanikiwa bila kuwekeza bidii tamani kufanikiwa kiuchumi, uwekeza bidii. Bidii katika kutenda, bidii katika kutafuta maarifa ambayo yanatakiwa kwa ajili ya hicho ambacho natamani kufanikiwa. Wazo wa mwenye bidii huelekea utajiri tu. Una shauku ya kufanikiwa kwenye eneo gani, lazima uwekeze bidii, lazima uwe na bidii. Pasipo bidii, huwezi kufikia kuipata hiyo shauku yako, haiwezi kudhihirika itabaki tu, utaendelea kuwa vile kama ulivyo, kwa sababu hujawekeza bidii. Jambo lolote ambalo una shauku nalo, wekeza bidii. Mafanikio yoyote ambayo una shauku unatamani kuyapata, wekeza bidii. Mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri tu. Mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri tu, huelekea utajiri tu. Kwenye shauku ongeza bidii. Unatamani kuwa kufikia kiwango gani? Unatamani kufika wapi? Ongeza bidii. Shauku bila bidii ni majanga. Huwezi kufanikiwa kwenye eneo lolote ile bila kuwekeza bidii. Na Roho Mtakatifu akusaidia roho ya uvivu na iondoke kwako, kwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza uka share, unaweza uka like, unaweza uka comment. Mungu nakubariki katika jina la Yesu, amen.